Karibu tena kwenye sehemu ya pili ya simulizi ya kusisimua ya My Happy Ending. Katika sehemu ya kwanza, tumeshuhudia matukio mbalimbali mbali ya kusikitisha na ya kutatanisha kwenye maisha ya Jaewon, mwanamke aliyesalitiwa na waliomzunguka, lakini bado anapambana kusimama tena. Kama hukuweza kutazama sehemu ya kwanza, usisahau kuitafuta hapa kwenye chaneli yetu. Na kama umeitazama tayari, basi kaa tayari kwa msisimko zaidi, kwa sababu mambo yanazidi kuchafuka. Usisahau kusubscribe ili kujiunga na familia yetu ya movie recap kwa Kiswahili. Bonyeza kengele, usipitwe na like kama unapenda yaliyomo. Twende sasa tuone kitakachomkumba Jaewon katika mwendelezo wa simulizi lake lenye huzuni, hasira na matumaini. Hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya kwanza, na sasa tunaendelea. Jaewon alikaa chini na dami na wakaongea mengi. Kumbe walishawahi kutana miaka saba iliyopita na dami alibaki na siri ya Jaewon. Jaewon akamuuliza kwa nini hakumwambia mapema kuwa walishawahi kukutana. Dami akamwambia alitaka Jaewon amkumbuke mwenyewe, lakini kumbe walishawahi kutana hata kabla ya miaka saba wakiwa wadogo sana. Leo Jaewon alienda shuleni kwa Nara. Mwalimu alimwambia kuwa Yon alifika shuleni kumsalimia Nara. Mwalimu alipomuuliza akaambiwa na Yon kuwa siku si nyingi anaenda kuoana na baba yake Nara. Jaewon alijisikia vibaya sana kuona rafiki yake anamsaliti na kuoana na mume wake. Jaewon aliongea na Lui, kisha wakakutana na Jaewon akamkabidhi USB. Kwa upande wa Dami, alienda kituo cha polisi na kuulizia kesi ya Sojin. Polisi akasema wamejaribu kuchunguza lakini hawajapata kitu. Wakasema eti labda itakuwa Sojin alikuwa anadaiwa pesa nyingi ndiyo maana ikapelekea kuvamiwa. Lakini Dami alipotoka tu polisi alienda bafuni na kupokea simu na akatoa taarifa kuwa Dami alikuwa akiulizia kuhusu kesi ya Sojin. Kwa upande wa baba yake, Nayon alikuwa akiangalia picha za ajali ya Sojin na kumwambia sekretari yake asimamie hilo jambo na mambo yakae sawa. Siku iliyofuata ilikuwa ni sherehe moja ya Yeon. Jeon alimwahidi pia kuhudhuria siku hiyo. Muda wa kuongea ulipofika, Yeon atoa maneno machache, kisha kuna zawadi alikuwa amemwandalia Jeon. Akifungua, ulikuwa ni mchoro aliochorwa Jeon kama kupewa pongeza kama mwenyekiti wa kampuni. Jeon pia ukafika muda wake wa kuongea, kwanza akamshukuru rafiki yake Yeon kwa zawadi, lakini akasema yeye pia kuna zawadi kaiandaa kwa ajili ya Yeon. Sekretari wake alifika akiwa ameshika bag na kumpa Jeon na bag lilikuwa limejaa pesa. Jeon kwa hasira alizimwaga zile pesa. Jeon alijua tu kuwa hata ule mchoro ni kama kumdharilisha, alichukua rangi na kumwagia kuuharibu ule mchoro. Upande Heejin aliambiwa na polisi kuwa watachunguza vizuri kuhusu kampuni. Muda huo huo alipokea simu ya Jeon. Jeon akamwambia huu ni mwanzo tu. Pia baba yake Yeon aliona ile video ambayo Jeon alikuwa akiharibu mchoro wa binti yake Yeon na kugundua kuwa binti yake ana mahusiano na mume wa Jeon, akamwita pembeni. Baba yake alikuwa akijiandaa kuwa chifu wa kampuni, hakutaka kupoteza hiyo nafasi kwa mambo ya kujinga ya binti yake. Akamwambia Yeon aachane na masuala ya mume wa Jeon, lakini Jeon akasema haiwezekani. Baba yake akasema kwa nini unataka kuolewa na mtu ambaye Jeon anaachana naye? Siku zote baba yake amekuwa akimlinganisha na Jeon, kitu ambacho Jeon hapendi. Yeon akamtishia baba yake na kumwambia vipi siku Jeon akagundua kuwa yeye ameweka asset zake kwenye kampuni. Baba yake alichukia na kumpiga kofi Yeon. Upande wa Jeon alikutana na Lui, kisha Lui akampa lile faili la video na kumwambia kuwa asiwe na shaka, yule mwandishi atadil naye lakini Jeon kwa sasa alitaka akatishe mawasiliano yake na Lui, lakini Lui akamwambia hatuwezi kuishia pale kwani bado hatujapata ukweli kuhusu kifo cha mama yake Jeon. Baadaye Jeon akiwa ofisini alisikia kelele ambazo zikamkumbusha siku anapovamiwa. Alikimbia na kwenda kufunga mlango na kutaka kupiga simu polisi, lakini akasikia sauti ya Dami na kufungua, akamuuliza umefuata nini usiku? Dami akamwambia kuna emails ni kuja kuziangalia, pia kukujulia hali. Wakawa wanatoka pamoja, wanapofungua lift mikono yao ikagusana, Jaewon akashtuka. Dami akasema, sorry sikujua kama nawe unabonyeza. Jaewon akamwambia hakuna shida, kisha wakaondoka. Nyumbani Nara alikuwa akilia sana, maana ni siku tatu hajamuona baba yake. Heejin alienda kumuona Nara shuleni, lakini akaambiwa Nara hakuwepo siku hiyo. Siku iliyofuata Nara alikuwa akicheza, Yon alifika, kuna kitu alimwambia Nara, na Nara siku hiyo nzima alishinda analia. Jaewon alirudi nyumbani haraka na kumkumbatia mtoto, kisha Heejin naye akafika. Nara kumuona baba yake, akaenda na kumkumbatia baba yake. baba na Jeon alikuwa akamwomba Heejin aje nyumbani. Baadaye, baba yake Jeon alimuomba Jeon amsamehe Heejin arudi nyumbani kwa muda. Jeon alikubali kwa muda kwa ajili ya furaha ya binti yake Nara. Kesho, Jeon alienda kwa mwanasheria kufuatilia mambo ya talaka. Alimsikia mwanasheria akiongea kuhusu magonjwa ya saikolojia. Kisha akamwambia Jeon, ili binti yako aweze kubaki kwako, hakikisha hauna ushahidi wa kuwa na shida ya saikolojia. Jaewon kusikia hivyo alikimbia nyumbani na kuamua kutoa dawa zake zote ambazo alikuwa anatumia. Muda huo huo Heejin akafika na kusema amekuja kumuona mwanaye Nara, pia alikuwa anaomba kumchukua Nara. Jeon akamwambia sio muda; wanakwenda kupeana talaka, pia hawezi kumwamini kumwachia mtoto. Lakini lakini Heejin alisema mtoto wake Nara kwake ni muhimu sana. Kwa upande wa kwa upande wa Dami, alienda kurekebisha simu ya Sojin. Alipoifungua, kulikuwa na meseji nyingi Mojawapo ilikuwa inasema, lini unakuja kuchukua vitu vyako. Akajua atakuwa ni mtu wake wa karibu, hivyo akaongea naye na kwenda kuonana naye. Ni kweli alikuwa ni rafiki wa Sojin, na akamwambia Dami kuwa Sojin alikuwa na mpango wa kuhama nyumba, hivyo aliviweka vitu vyake kwa muda kwake. Dami akajaribu kuangalia kwenye baadhi ya vitu vya Sojin, alikuta picha ya Sojin akiwa na baba yake Yon, na kujua huenda Sojin alikuwa na ukaribu na baba yake Yon. Jaewon alimpigia simu Lui na kumuomba amtafutie taarifa fulani za mume wake. Kwa upande wa Dami, alienda na kumuonya Yon aache kumfanyia vitu vya hovyo Jaewon na kumwambia hataki tena urafiki naye. Usiku, Heejin alipoingia kwenye gari, alikutana na simu asiyoijua na simu hiyo ilikuwa imejaa calls za Sojin. Lui alienda kumpa taarifa Jaewon alizomwomba, kisha akamwambia kuwa Dami alimfuata na kumpa USB na kumwomba aitunze kwa ajili ya Jaewon. Usiku huo Jaewon alienda kushiriki katika tukio moja kubwa. Ulipofika muda wake wa kuongea, alitaka kuyaweka hadharani mahusiano ya mume wake na rafiki yake, lakini kabla hajafanya vile, alitumiwa meseji za vitisho na mwishoni ikatumwa picha ya zile dawa anazotumia. Jaewon alimeza mate na kuahirisha kusema alichotaka kusema. Upande wa pili, Yon alifurahi kumwona Heejin kafika kumchukua, lakini Heejin alifika na kumuuliza, unamjua Sojin? Yon akasema simjui. Heejin akachukua ile simu na kuuliza, hii simu ni ya nani kama siyo yako? Maana aliikuta kwenye gari la Yon. Heejin akamwambia aache kujifanya hajui na kuondoka. Nyumbani, Jaewon alikuwa akiangalia message alizotumiwa muda ule. Mwishoni kulikuwa na message ambayo ilikuwa ni anwani ya website na maneno ya usisahau ulichokifanya siku ile. Akaifungua hiyo website na kukuta kampuni linaloitwa Turiobayo. Kesho, alipokagua simu za Heejin alikuta pia simu kutoka Turio Bayo. Akachukua simu na kupiga kwenye hiyo namba, alifikiri ni kampuni linalohusika na mambo ya dawa za saikolojia, lakini haikuwa hivyo. Alikimbia na kwenda kwenye chumba cha kusomea cha binti yake na kukuta email ya Turio Bayo. Jaewon alichukua mswaki wa binti yake Nara na wa mumewe Heejin kwenda kupima DNA. Akagundua Nara si binti wa Heejin. Alipogundua hivi akakumbuka zile meseji za miaka saba iliyopita zilikuwa na maana. Alipigwa na butua na kubaki haelewi cha kufanya. Sekretari wake akaamua kumpigia Dami. Dami alipopigiwa chapchap aliwahi kwenda kwenye kampuni, lakini muda huo Jaewon alikuwa akitoka. Aliporudi nyumbani ndipo akagundua ndio maana miaka saba iliyopita alikuwa anatumiwa meseji za ajabu, na akajaribu kukumbuka kilichotokea. Dami alifika nje ya nyumba ya Jaewon, lakini simu yake ikawa haipatikani. Mara akamwona mtu akinyemelea nyumbani kwa Jaewon, akashtuka kwenye gari. Yule mtu kumwona akakimbia, na dami akamfukuzia. Dami alimfukuzia na alipomnasa alichukua kamera na kukuta picha nyingi na video za Jaewon. Dami akaamua kuchukua memori ya zile records. Leo baba yake Yon alimfata Louis na kumbe zile kamera siku ile anavamiwa Jaewon zilichezeshwa na Louis na leo baba yake Yon alifika kumuuliza pesa anayohitaji. Jaewon alipofika nyumbani alimkuta Heejin akinywa wine na akaanza kumwambia mambo yaliyotokea miaka saba iliyopita. Miaka saba iliyopita kuna siku baba yake Yon alimwalika Jaewon kwenye sherehe. Wakiwa kwenye sherehe alimmiminia wine na kumpa Jaewon Jaewon huwa hatumii lakini, ikabidi asikatae, akajikaza na kupokea. Baada ya kunywa, Jaewon alianza kuhisi kizunguzungu na kujaribu kwenda chumbani kwake. Mara simu yake ikawa inaita na alikuwa ni Heejin. Jaewon akataka kupokea lakini alishindwa. Kuna mtu akaja na kumsaidia Jaewon. Hakujua kilichoendelea, ila asubuhi alipoamka alijikuta yupo kwenye chumba chake, basi akajua mume wake Heejin ndiye aliyemleta pale alipigiwa siku hiyo kuwa ajiandaye kwenda kuingia darasani. Sasa akamwambia haelewi kwa nini damu ya Nara na mume wake hazifanani. Heejin aliumia sana, lakini hata kama mtoto si wake bado alimpenda sana kwa sababu amemlea tangu akiwa mdogo na mpaka sasa, hivyo si rahisi kumwacha. Heejin alilia sana, lakini muda huo huo wote walipokea message iliyosema huu ni mwanzo tu. Usiku Jaewon akiwa amelala aliota ndoto mbaya alikuwa amebebwa na mama yake akipelekwa baharini, mara akaota naye kambeba mtoto wake anampeleka baharini. Alishtuka kutoka usingizini. Leo Dami akiwa na Louis walienda kumbana polisi na kumwambia asiposema ukweli watamchafulia jina. Polisi aliogopa kupoteza kazi yake, akaeleza kila kitu. Polisi akasema siku ile ilikuwa hivi Sojin alikuwa amechoka kupelekeshwa na Yon, hivyo akamwambia hataki tena wamuhusishe kwenye mambo yao. Yon alichukia sana. Sasa, wakati wanavyovutana vutana, kwa bahati mbaya Yon alimsukuma Sojin bahati mbaya na ndiyo Sojin akadondoka kutoka kwenye gorofa. Kisha akampigia baba yake simu na kumwomba amsaidie kuziba hiyo kesi na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Heejin akiwa nyumbani alikuwa akifikiria sana. Inavyoonekana hata Heejin alianza kupeleleza hilo jambo muda mrefu, hata ile simu ya Yon alikuwa nayo. Yon alikuja kwa Heejin kumwomba msamaha. Heejin hakutaka kusikia msamaha wake na kumwambia, nilikuwa nataka kujua ukweli na sihitaji mahusiano na wewe, acha kumfuatilia binti yangu. Lakini Yon ndiye kwanza hakusikia. Heejin alichanganyikiwa kwa hali ya Jaewon, lakini alipata kuona rekodi ya voice ya Yon. Alimuomba msaada baba yake. Asubuhi Jaewon alimwandalia chai Heejin na kuondoka. Alipotoka, Heejin aliziona dawa za Jaewon kwenye kabati. Yon alienda kwenye kampuni kumuona Jaewon. Jaewon alifurahi sana kumwona, alionekana mwenye furaha sana, kitu ambacho kilimshangaza Yon. Kisha kuna mkataba walitakiwa kusaini, lakini siku mbili zilizopita walikuwa na ugomvi, hivyo hawakusaini. Sasa Jaewon alikuwa akashasahau kila kitu na kumwambia yon wasaini mkataba wao. Yon alikumbuka jambo lililotokea walipokuwa wadogo, lakini Jaewon alikuwa hakumbuki. Sekretari alihisi kuna jambo halipo sawa kwa Jaewon, akampigia simu dami na kumwambia Heejin. Alimpelekea zile dawa baba yake Jaewon na kumuuliza kuhusu zile dawa, lakini baba wa Jaewon akasema ni dawa za maumivu tu Jaewon, kwani alimwahidi Jaewon itakuwa ni siri yao wawili tu. Hi jin akaamua kwenda kwa daktari kumuuliza mwenyewe baba yake. Jeon alimfuata Jeon kwenye kampuni alipomuona, alimuona Jeon akiwa na furaha muda wote, akajua ule ugonjwa wa saikolojia umeanza tena. Hi jin alifika kwa daktari na kumpa zile dawa na kumweleze hali ya Jeon ilivyo kwa sasa. Daktari akasema, siwezi toa majibu ya mtu kama yeye hayupo hapa Anapotoka daktari akamwambia dalili za Jaewon zinaonyesha kuwa homa inazidi, hivyo ikiwezekana, anatakiwa kupata matibabu kwa haraka zaidi. Heejin akiwa barabarani leo akagundua kumbe baadhi ya tabia za Jaewon sio kama alivyofikiri kuwa labda anachoka sana na kazi, bali ni ugonjwa. Alimtafuta rafiki yake na kumwambia anataka kumtafuta baba halisi mzazi wa Nara. Rafiki yake akamwambia hii itakuwa mbaya kwako, kwani ukaribu wako na binti yako utakufa. Heejin alitamani kumwomba Jaewon msamaha. Alipofika nyumbani, Jaewon wala Nara wote hawakuwepo. Kumbe leo ni birthday yake. Jaewon akiwa na mwanaye walimwandalia karamu. Kuwaona hivi, machozi yakaanza kumtoka na akatoka nje. Jaewon alimfuata na kumuuliza shida nini hii Heejin alimwonyesha dawa na kuuliza kwa nini umenificha kwa muda mrefu. Jaewon akamwambia sikutaka ukae na wasiwasi. Hii Heejin alilia sana. Kesho aliamua kupeleleza kujua baba wa kweli wa Nara, alikusanya picha zote za wanaume waliokuwa kwenye sherehe ile miaka saba iliyopita, na Lui pia alikuwepo siku hiyo. Aliangalia wote waliokuwa karibu na Jaewon siku ile na kupata vifaa vya genetic, lakini alipofanya uchunguzi hakuna DNA iliyoendana. Kisha siku inayofuata alienda kuchukua chupa ya wine aliyokunywa Lui, japo alionekana, lakini alipofanya uchunguzi bado vipimo havikuendana. Baadaye Jaewon aliporudi, alimkuta mwanaye Nara analia. Alipomuuliza shida nini, Nara akamwambia amesikia wenzake wanasema wazazi wake wanenda kupeana taraka. Jeon akambembeleza na kumwambia ni uongo, sio kweli. Kisha Nara akalala, akachukua laptop na kuangalia hizo taarifa. Nje alikuwa Hijin akimwangalia. Hijin alijua kuwa Jeon anateseka na ugonjwa huo wa saikolojia. Akaenda kwa baba wa Jeon na leo mzee akaamua kumweleza kila kitu. Alipotambua hilo, alienda kwa Yeon na kumwambia akae mbali na Yeon, lakini Yeon akakataa. Hijin akamwambia anajua kila kitu, kuwa yeye ndiye anayehusika na kesi ya Sojin. Yeon Akashtuka aliposikia hivyo, kisha Heejin akaondoka. Heejin alirudi nyumbani na kuangalia vipimo vya binti yake na Lui na vilikuwa havipo sawa. Sasa alibaki mtu mmoja tu ambaye alikuwa boyfriend wa zamani wa Yeon, Kan. Heejin akakumbuka ashawahi kukutana naye mara moja tu. Mara akapokea meseji kutoka kwa Yeon ambayo ilikuwa na picha ya Jeon pia miaka saba iliyopita woke walipokea meseji kama hiyo hiyo ambayo ilikuwa na picha ya Jeon akisaidiwa kuingizwa chumbani na Kan, ex boyfriend wa Yeon. Yeon alipofika alikuta boyfriend wake akitoka chumbani kwa Jeon, na kwa muda huo alikuwa mjamzito, hivyo mimba yake iliharibika pale pale kutokana na hofu. Ebwana, katika nafasi ya pili tunafunga hivyo, na sasa stori inaanza kuchangamka. Haijulikani, je, ugonjwa wa Jeon ulianzaje anzaje Je, binti Nara baba yake mzazi ni nani? Pia kuna kisanga kati ya Yeon na rafiki yake Jeon, na bado hajajua kuhusu kifo cha mama yake. Wanasema ndo kwanza movie inaanza. Basi mimi sina la ziada, ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho, ni kusihi tu usikose sehemu inayofuata. Naamini utafurahi sana na kujifunza pia. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli yetu ili uendelee kupata burudani nzuri kama hizi kila siku. Asante sana, tukutane tena katika sehemu ya tatu. Bye bye.